Yes, uh, ni kweli. Uh, nimekuwa nimekuwa kwenye haya mashindano ya kafu kwa kipindi kirefu na nimekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao uh, nimecheza mechi nyingi. Toka kule ambako niliotoka mpaka hapa leo, na kwa ujumla uwepo uh, wangu kwenye, kwenye klabu nadhani ilikuwa imeonelea, kwa sababu tuna mshindano kimataifa. Kwa hiyo uwepo wangu kwenye klabu ni kuongeza uh, kuongeza ile chachu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye upande wa magukipa, lakini pia kwenye timu kwa kuongeza wachezaji uh, wazoefu na wenye uzoefu wa michuano hii, na nadhani na hiyo binafsi naona haitoshi hiyo. E, binafsi haitoshi kwa kumfanya mwalimu anipe nafasi ya kucheza, lakini itatosha pindi pale ambapo nitapambana na nitamwonyesha mwalimu kwamba sasa ni time imefika ya kuweza kupata nafasi ya kucheza nadhani uh, mazoezini ni pekee ya kumuonyesha mwalimu maana mpira ni, ni, ni, ni mchezo wazi na historia pekee yake haitoshi kumfanya mwalimu akupe nafasi ya kucheza, bali jitihada ambazo anaziona mazoezini ambazo na namna ambavyo anapambana na anapokuona kwamba uko tayari, na kama nilivyosema, nilikuwa napitia changamoto nyingi na kubwa, lakini kwa sasa nimeweza kurejea na naendelea kupambana kumuonyesha mwalimu kwamba kulingana na, kwa na uzoefu nilokuwa nao uh, ukijumlisha na uh, jitihada ambazo anazoonyesha mazoezini, basi itampa sababu ya ya kuona kama natosha ku, ku, ku, ku, kupewa nafasi ya kucheza.